Kitengo hiki cha wanafunzi wenye mahitaji maalum kilianzishwa uh, mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na kumi na moja, ikiwa na, na idadi ya wanafunzi kumi na saba ambapo wavulana wakiwa ni kumi na mbili na wasichana wakiwa ni watano. Baadaye kitengo kilipata ufadhili wa shirika la Koika ambapo tulijengewa jengo moja e, ili habari inaloonekana na likiwa na vifaa muhimu vya kufundishia na kujifunzia watoto wenye mahitaji maalum. Mkurugenzi, kitengo hiki iko chini ya shule mama ambayo ni Buhongwa shule ya msingi. kilianzishwa kwa lengo maalum la kusaidia watoto au wanafunzi wenye mahitaji maalum. Hapo awali watoto walikuwa wanatoka sehemu mbali sana, wakati mwingine wanatumia usafiri ambao ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo tukaona kwamba tuanzishe huduma hii kwa ajili ya wanafunzi, ili kuwaleta pamoja ili waweze kutimiza ndoto zao. Kwa sasa kitengo kina idadi ya wanafunzi mia mbili ishirini na tano wakutwa na wabweni, wavulana wakiwa ni 132 na wasichana wakiwa ni 93. Kwa hiyo, hiyo ni hatua moja kubwa sana ambayo tumeshaifanya na tumeshaifikia, lakini pamoja nahayo, na hayo serikali inatoa fedha kila mwezi kwa ajili ya kuhudumia wanafunzi wote kuanzia chai au kujilishe chakula cha mchana na chakula cha usiku kwa Ma majina anaitwa Emma Samara, ni mkurugenzi na mwanzilishi wa Inuka Angaza wa taasisi ya Inuka Angaza, na taasisi ya Inuka Angaza tumejikita katika kuwawezesha watoto wenye mahitaji mbalimbali uh mahitaji maalum kama watoto walemavu na watoto walio na changamoto mbalimbali vijana na wanawake, na leo tu ya eneo la watoto wenye mahitaji maalum na tumekuwa na programu mbalimbali ambazo zinawalenga watoto hawa hapa mahitaji ya muhimu sana ambayo yatawasaidia katika elimu zao au elimu yao, kama viti mwendo na vitu vingine mbalimbali ambavyo vinawasaidia. Na leo tumetoa magodoro pamoja na viti mwendo, na tumekuwa tukifanya hivi kupitia wadau mbalimbali ambao wamekuwa wakichangia kwa fedha zao, mali zao, wengine wanatoa vitu, wengine wanatoa fedha tunaweza kununua na kuwasaidia watoto hawa. Kwa hiyo shirika hili lipo kwa ajili ya kuwasaidia watoto hawa, na tunahitaji msaada kutoka kwa watu mbalimbali ili tuweze kuwawezesha watoto hawa. Kila mwaka tuna program hii kila mwaka tuna program hii k tuna mwaka huu ambao tumetoa magodoro na chakula, lakini bado mwaka huu huu tuna program ya kutoa au vitimwendo vitimwendo hamsini kwa watoto hamsini walioko Nyamagana walioko Ilemela na walioko Misungwi, kanda yote, uh, Mwanza nzima. Kwa hatubagui ni, ni, ni, ni wilaya gani, wilaya zote tunazihudumia maadamu mtoto anahitaji. Kwanza kabisa niseme Tum, wazazi kwa sasa hivi wameelimika sana, ndio maana tunaona vitengo hivi maalum zi shule mbalimbali za msingi zinapata watoto kwa hiyo wazazi wameelimika kwa kiwango fulani, lakini bado wapo wazazi huko ambao wanadhani kwamba ukionekana una mtoto mlemavu utaitwa mchawi, utaitwa una tatizo mbalimbali mbali, ambao umelaaniwa. Hapana, mtoto um, anapopata changamoto hii anaweza akapata changamoto hii kutokana na uh, namna mbalimbali. Kwa hiyo nipende kuambia wazazi kwamba sio kila changamoto ni mchawi, ni laana, labda utaonekana vibaya. Hapana, mlete mtoto apate elimu, kwa sababu unapomtoa nje anasaidika kwa elimu, lakini pia kukusai, watu kukusaidia katika kumlea mtoto huyu. Kumlea peke yako ni ngumu, lakini watu wanaweza kukusupport, wakakupa msaada katika kumlea mtoto huyu, na mtoto huyu akafikisha ndoto zake. Tumesikia hapa mkuu wa kitengo anasema kuna watoto wameimprove sana, yani watoto wamesaidika, wame, wame sana kiwango ambacho wamepelekwa, wame, wame kwenye, kwenye, kwenye ile elimu ya kawaida sasa, yani ameanza kuelewa darasani mpaka wamefaulu na wamemaliza wame shule ko, kuna watoto wanaweza kusaidika. Kwa hiyo ukiwaficha ndani huyu mtoto hutamsaidia. Kwa hiyo ninawaomba wazazi wasiwafiche watoto, wawatoe walete watoto shule, lakini pia kama kuna uhitaji, mzazi ana uhitaji, wapo wadau mbalimbali ambao wanaweza kusaidia.